Kiongozi wa wapiganaji wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Corneille Nanga, ametaka taifa hilo kubadilisha mfumo wa utawala na kuzingatia utawala wa majimbo kama ilivyo Marekani na Ujerumani ambapo magavana wa majimbo husimamia rasilimali zao huru bila mwingilio wa serikali kuu. Matamshi ya Bwana Nanga yanajiri wakati viongozi wa DRC na Rwanda wanatarajiwa kukutana Marekani kusaini mwafaka wa amani mashariki mwa DRC. Kundi la M23 limetoa miji mikubwa ya Goma na Bukavu na Rwanda imelaumiwa kwa kuwaunga mkono na kuwapa msaada wa kijeshi. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Mbelechi Msochi amezungumza na baadhi ya raia kuhusu matukio ya sasa na hii hapa ni taarifa yake kutoka Kinshasa. Naona mara nyingi utawala wa Kinshasa unashindwa kudhibiti eneo zote za mashariki, na inalingana pia na ukubwa wa nchi na madhaifu pia ya, ya uongozi kuona hali ambayo watu wengi hapa mashariki mwa Kongo wanahangaika kwa mambo yote ya ya serikali utakuta kunatoka makomision kule inakuja kufanya makontrole huku raporo zinarudi Kinshasa, lakini hakutatoka majibu inayofaa. Aoti mfanyakazi wa umma pia mkazi wa jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Kongo, ameunga mkono pendekezo hilo la Corneille Nanga la kutaka utawala wa majimbo kama ilivyo Nigeria, Marekani, Ujerumani na kadhalika. Kulingana naye, tume kadhaa zinazotoka Kinshasa kuwafuatilia hazifanyi kazi zao ipasavyo hata uteuzi wa viongozi uliofanywa na Kinshasa katika majimbo haufai tena. Utakuta ile ile komisio tena inakuja mara ya pili, mara ya tatu, watu wanaponda ponda tu kupeleka hela, lakini hakuna chenye kupatikana, hakuna jibu ambalo linaridhisha watu. Kufuatana na ile hali, inaonekana kwamba ingelikuwa heri federalism, inaweza kuwa mzuri kwa kuwa kila watu mahali walipo wanajishughulikia wenyewe, na pale watakuwa na uwezo wa kupata majibu kwa problema ambazo zina zinawasonga kuliko kutoa maraporo hapa kuyapeleka Kinshasa. Utakuta mara mingi yakifika kule Kinshasa, wanaikalia wanafanya vile vyao wenyewe wanataka, unakuta kuliko watumike kazi kwa kufurahisha watu wa mashariki, mara mingi sana unakuta wanajitumikia kwa kujifaidisha wenyewe. Lakini kwa mujibu wa Fudre Bendera, huu si muda wa kuunga mkono mahoni haya ya mmoja wa viongozi wa kundi la M23, kwani yupo haswa nyuma ya njama ya Rwanda ya kutaka sehemu ya mashariki ya Kongo iwe chini ya utawala wa Rwanda. Presidente, mimi Fudre Bendera, mzalendo mwenye msimamo kitu unapasha kutia mwakili, bwana Nanga anaongea pale juu ya kila jimbo jitegemee sijui nini, kwa muda wa leo haina nafasi, sababu chanzo cha yeye kuwa kule inajulikana na malengo ya yeye kujikuta leo pale inajulikana siyo yeye nanga mwenyewe ana madaraka ana mamlaka ana uwezo wowote ule ikawa majimbo itajitegemea vita tuko nayo ni ya balkanization vita tuko nayo ni ya Rwanda na Kongo kwa umda ile kulomba republique federale tu kwa leo ni tukomboe kwa nchi yote kwa kimoja kama ile malalamiko itakuwa baadaye na itafanyiwa kazi, haitakuwa kwa mtuto kwa vita a uh -uh. dialogue na nini, kutafuta mapiste solution na kuangalia kama kweli na stahili, ikubalike, ikuwe adopte na wananchi wote, sio kwa kimabavu, hapana. Corneille Nanga alitetea nia yake hiyo kwa kujibu matakwa ya raia wa Kongo, kulingana na Joel Mapatano ambaye ni mwakili Sio kubadili utawala wa nchi ndio suluhisho ya shida za Kongo. Suluhisho ni uongozi bora, ya muhimu ni management, ni uongozi. Sasa kama uongozi huko mbaya utakuwa mbaya tu. Sasa hawa wanasiasa ambao wanakuwa na tabia ya ya kushika mali ya umma, si wao watakwenda kwenye, kwenye majimbo, na ni huko huko wataendeleza na hizo tabia zao. Sasa ningetaka kujua kama wakati wanasema Kongo mpya itakuwa na hawa hawa ka wanasiasa wa zamani, wanasiasa wa zamani watatupwa nje na kufanya Kongo ya mpya na majimbo yanayo yanayokuwa na uwezo ya kufanya ambayo yanataka, itakuwa na wanasiasa wapya. Kama ni wanasiasa wapya sawa, laka, lakini kana kwamba ni hawa hawa wanasiasa, nafikiria kama ni upuuzi mtupu tu. Mjadala huu wa kubadiri aina ya utawala unajiri wakati rais wa Rwanda, Paul Kagame, ambaye anakosolewa kuunga mkono kundi la M23 na mwenzie wa Kongo, Felix Tshisekedi, wamekubali kusaini mkataba wa amani Alhamisi hii huku Washington lita serikali ya Kongo ilikuwa ikilazimisha kuweka saini yake wakati itahona Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini DRC. Mbelechi Msochi, Kinshasa, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika.